Moja kati ya virabu ambavyo vimekwisha kurudi katika ligi kuu ya NBC Premier League mwaka 2025 26, bana ni Mtibwa sukari toktok kutokea kule bana Morogoro, lakini pia Mbeya City kutokea kule katika jiji la Mbeya. Sasa Mtibwa sukari pia kwenye ligi kuu e, mara baada ya kuweza kushuka msimu uliopita e, mabosi wa timu hiyo pia bana, nikimaanisha mabosi wa timu ya e, Mtibwa sugar wako katika mchakato wa kuweza kuboresha kikosi chake, lakini pia huku wakiwa wanampigia hesabu aliyekuwa mshambuliaji wa Simba na Yanga ebana, mkongomani huyu nikimaanisha Jean Baleke mmoja kati ya wachezaji ambao pia walikuwa wanafanya poa zaidi. Taarifa kutoka katika kambi ya kikosi hicho zimeweza kuweza kutoa taarifa tofauti tofauti kuhusiana na Baleke. Baleke yeye ambaye kwa sasa hana timu tangu alipoachana na Yanga msimu huu, anahitajika kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji ambalo linaongozwa na nyota eh, Raizin Hafidhi kutokea kule katika kikosi cha Mtibwa Sukari. Sasa je Baleke ataweza kuongeza kitu chochote ambavyo wanakuwa wanacheza sasa. Taarifa zinaendelea kusema kwamba mabosi wa Mtibwa wa Mtibwa Sugar wanahitaji saini ya mshambuliaji mshambu huyo ili kuweza kutengeneza pacha kali na Razin, ambaye pia msimu huu wa ligi ya championship ameibuka mfungaji bora baada ya kuweza kufunga mabao 18 na kuipatia ubingwa wa pointi 71 timu ya Mtibwa wa Sukari katika ligi kuu ya championship, licha ya ofisa mtendaji mkuu wa Mtibwa wa Sukari ambaye anafahamika kwa jina la Swabri Abubakari E, kuamua kuweka wazi juu ya dili hilo nyota huyu, ambayo pia linaweza kutambua mazungumzo ambayo pia yanaendelea, lakini mchezaji mwenyewe hajafanya uamuzi atacheza wapi msimu ujao. Mabosi wa Mtibwa Sukari wanaamini Baleke anavutiwa na mazingira ya Tanzania, hivyo wanahitaji kumshawishi kuweza kumpata. Ikumbuke kwamba mpaka sasa hivi Baleke alikuwa hana timu and then ha, hakuweza kuru, ha, kurudi kwao nikimaanisha Kongo, anaendelea kusalia hapa hapa katika nchi ya Tanzania, kwa sababu ni moja kati ya nchi ambazo pia Wakongomani wengi au wachezaji wengi sana kutokea Kongo huwa wanapenda sana kuweza kuishi hapa, and then wanapenda sana timu za hapa kutokana na the way ambavyo pia wa Tanzania wanakuwa wanaishi, lakini pia the way ambavyo wachezaji wa Kitanzania wanakuwa wanaishi, na hivyo Baleki ameweza kumpelekea yeye kuto kurudi kwao na kuweza kusalia hapa hapa e, nchini. Lakini pia mara nyingi kwa kipindi hiki sasa hivi bana, Baleki, ni moja kati ya watu ambao wanakesha sana TikTok live bana mshikaji anakesha sana TikTok live, noma, noma sana, lakini pia anaweza kuonekana akifanya mazoezi na wachezaji wengine tofauti tofauti. Kuna time pia unamuona kwenye viwanja vya ndondo, anaangalia mpira naenda kucheza huko. Amekuwa yani ya ni mchezaji ambaye kwa lugha rahisi tunasema anatapatapa kutokea hapa Bongo Tanzania. Inaonyesha kabisa kwamba ardhi ya Tanzania anaikubali na ndio maana muda wote bado yuko hapa. Sasa Mtibwa Sugar pia wanataka kuidaka saini yake aweze kukitumikia kikosi hicho kwa msimu huu 2025. Kwa sababu unajua kabisa Mbilinge Mbilinge wameshakutana nazo e, e, wao pamoja na Mbeya City ambao na walishawahi kuwa e, katika ligi kuu ya NBC Premier League, kwa sasa wameweza kurudi tena e, kwa kwa wa wa kama tunavyo jua eh, Jen Bareke drop comment yako hapo tokumetisha kinomanoma chao chao